Na kutangaza na kutangaza na nini, matangazo gani ITV, chaneli tani au chaneli gani? Umeona hapa nyumbani tunapoishi, sio kila mtu anapenda. Unavokaanga dagazi na nukia mtaa mzima, unatoka unaenda buchani unanua nyama yako, unakuja unakaanga, tunakula sometimes, tunatoka outi, tumeshikana mikono, sio kila mtu anapenda wala hata hawaja kusema, mama. Ila mambo niliyoyasikia mama yangu ni mazito sana, mimi mwenyewe ni mpaka nilichoka Niliishiwa na nguvu yani, hivi unavyoniona, yani sikutarajia kama kuna kitu kama hichi. Mama, unajua sikutegemea wewe unayonifanyia mimi huku ndani, utakuja kukutana na mtu ana roho mbaya kukuzidi wewe. Dada, jipange, hii ni dunia. Yani unachomfanyia mwenzako, sija ukategemea kwamba hakuta hapata tokea mtu akaja akakufanyia na wewe, na hatuombei

na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani najongea. Yani sina msota, ninapupita hivi sikii vibaya zako, anavo kufanyia usafi kila siku. Alafu basi ba uende na maji chooni, unaenda chooni, huna maji, huna Eh, nani kakufurashia sasa? Mbona kama wanatangaza, sinaongea wawili, mbona kama wanatangazia sasa watu, shida iko wapi? Nakutangaza nakutangaza na nini, matangazo gani? ITV chaneli teni au chaneli gani? Lakini mi mda wangu ni mchache sana, nawai kazini asubuhi, eh. Humu ndani hakuna mtu ambaye atakudekea choo. Zamu ikifika unatakiwa na ode kichoo. Hakuna mke wako humu, hakuna mfanyakazi wako humu. E, mtoto usesikia, mbele huchezi, nyuma uchezi, muone komwe lako umekomaa kama ndizi ya kiangazi. Yani mimi atanitambua mimi ni nani sito, yani nitamsugua, nitamsugua mpaka ataenda kule kichochoo. Hamna mtu mkubwa hivi kudeki wa choo, alafu mwenyewe anaingia anachafua kila mahali. Hakuna mtu maokubwa nee, au wengine wote wamuogope, lakini mimi nitamwambia, nitamchamba. Kaka anafikiria nitamwonea aibu. Ni hawa wanaomwogopa, sio mimi. Siwezi kudeki kinyesi cha mtu mzima mimi yani. Zamu lazima aingie, lazima atinge haka Halo, e, ah, samahani bosi wangu, leo nimefunga ofisi mapema e, maa nilikuwa najisikia kuchoka sana nikaamua niwae nyumbani e, nimekuja kuungana na familia mapema leo, lakini nafikiri kesho asubuhi nitafute ofisini. aya, basi, haina shida, haina shida aya, aya, kaka. Haya, mwanangu, hebu niambie maendeleo ya ofisi. Inaendelea. Ah, mama angu kweli, useme ukweli ofisi maendeleo yake ni mazuri sana. Eh. Ah, na tunamshukuru Mungu kila siku zinavyozidi kwenda wigo wa wateja unapa, una, unapanuka. Basi ni jambo la kumshukuru Mungu kabisa, na useme ukweli najivunia sana kuwa na wazazi kama nyinyi. Nini changamoto labda? Ah, useme ukweli mama, hmm, changamoto hasa kwenye masuala ya biashara changamoto hazikosekani, ndio, kwa sababu kuna mwingiliano wa watu wengi, mpishano, pita pita pita, pita. Kwa hiyo changamoto za kila moja moja hazikosekani. E, ni kweli lakini tunachoshukuru Mungu mambo yanaenda na uzima upo sawa. Kwa hiyo sasa wewe unaona nini kifanyike? Aa, ya mimi naweza nikasema kitu kimoja, kwa mfano jana nimepokea oda ya madawati ya kule Sekei, lakini pia leo kumekuja kazi nyingine. Kwa namna ya kufanya mambo ni mengi, alafu vile vile kazi ambayo nimeimaliza kule, wamezungusha sana namna ya kulipa, lakini ni hivyo hivyo, ni wateja tunaendana nao. Lakini pia mama wangu, mimi nilikuwa na wazo uh, unaonaje kama tukapanua tuka wigo wa mtaji maana kuna kazi sasa hivi zinakuja, inakuja kazi hii, inakuja oda hii, alafu zote ni kubwa kubwa, jambo la kumshukuru Mungu. Lakini sasa mimi nilikuwa naomba kama kuna uwezekano tupanue mtaji, maana kama sasa hivi nashindwa kugawanya fedha kwamba nifanyie kazi hii, nifanyie kazi ya madawati. Kwa mimi ni, ni ningependelea sana kama ingewezekana. Ah, tuongeze mtaji. Sawa sawa, basi mimi nimekuelewa. Ntajaribu kuongea na baba yako, nadhani atanielewa tu, ili tujue nini cha kufanya. Ikiwezekana hata tukachukue mkopo ili tukupe uweze kupanua biashara. Ah, mamaangu, najivunia sana kuwa na nini, tumshukuru Mungu eh mamaangu eh, kwa hapo tulipofikia. Lakini pia kuna kijana pale kazini ambaye niko naye pale, ah, mama anaupiga mwingi sana ah, Kante ndio Kante, namfahamu vizuri Kante, anajitambua. ah, kweli najivunia na ah, kwa naye pale ndio. Na ni jambo la kushukuru. Sawa. Ah, mi nafikiri kwa kuwa ndo nimefika e. Acha niingie huko chumbani a e. e. e, mi nitalifanyia kazi. Hamna shida mama, na mwenzako nadhani atakuwa amekuwekea chakula huko ndani e. Haya mama. Haya. Nashukuru sana. Haya. Asante. Vipi shoga yangu? Safi, naendelea mimi. Mzima mm, naendelea vizuri. Niko zangu tu hapa hapa naokota okota mia zangu hapa, maana kichwa inawaka moto hapa liko na kesho ni marejesho. Ndio hivyo shoga yangu, hebu njoo nihudumie. Ehe, nikuhudumie nini? nikie nyanya, ngogwe na bamia za mia tano. nyanya za mia tano, bamia za mia tatu, ngogwe za mia tatu, na maembe hapo ya mia tano na ndizi. Sawa, mna shida hapa hapa, umepata kila kitu shoga yangu, maana hmm. mm -hmm. alafu shoga yangu, kuna kitu nataka nikwambie. kitu gani hicho? Kuna kaka mmoja hivi mrefu anavaaga suruali ya jinsi hivi afu anavaa shati jeupe lenye mikono mirefu, ndo bwana wako yule. Sizani bwana wako, si mwanasheria yule? Ndio, ndio, ndio, huyo huyo. Kuna nini tena? Nilimkuta kwenye uchochoro wa kuelekea kwa Mama Esta amesimama na mwanamke yaani, jinsi walivyoshikana na hayo mapozi yani, yani lipsi zao za mdomo zime zimeshikana kabisa. Hebu hey, mzigo wangu vimchanganye saizi. Eh, shoga yangu, umesahau kunilipa. Purchase your tracks today. Karibu tena, ila shoga yangu kuwa makini, maana hawa wanaume usipoangalia ni watakupanda kichwani eh. Hmm, shogangu, jamani, yani hawa wanaume hawa kama vile wamezaliwa baba na mama mmoja, jamani eh. Hebu mimi nichambue mboga za mteja mimi Wifi. Hey, kumekuja naona umebuka kama jini. Sh, wifi, yaani unaniita tu kirahisi rahisi. Wifi ni kitu gani ambacho nimewakosea kiasi kwamba mkae mwanze kuniongelea maneno makali na matusi kiasi kile. Mi ni binadamu ndio nakosea na sijakamilika, lakini ni heri mnifate mkaniambia direct ili nijue ni wapi najirekebisha, lakini sio kukaa na kuniongelea hivyo. <laughs> Ui. <laughs> Aki ya Mungu. Tuka school ulivyonifurahisha. Leo umenifurahisha sana. Inti, wifi. Sijui nimekosea nini. Sijui nini na nini. Kwanza nikuulize, Hivi unajelewa kweli wewe? Tena koma. Unajua ukome. Hivi unaona kati yetu sisi na wewe, nani amemkosea mwenzake? Kwa hiyo unaona kabisa ni sahihi, kuolewa na wanaume wawili. Si ndiyo? Wanaume wawili. Uliniozesha wanaume wawili? Hmm? Kinacho kinachokuuma haswa ni kitu gani? Mimi kuolewa na kaka yako, unamtaka kaka yako eh? Yani kuulizo tu unamtaka kaka yako? Kaka yangu amekupenda tena raisi. We, wewe binti utakuwa ni mchawi wewe, utakuwa umemloga kaka yangu. Yani katika kutembea kote huko barabarani akakosa wanawake wazuri, akaja akakuchagua wewe, kigagura kama wewe eh? Wewe sio mtu mzuri wewe. Tena ili jambo itabidi nilifuatilie, muone kwanza, alafu kama ukinikuta na, na shughuli zangu, kuja kunipotezea muda wangu Samahani, yaani huko unapoenda sasa, naona unavuka mipaka. Nimenyamaza siku zote, mnaniona mimi ni mjinga, sijielewi. Naona tunapoenda tunaenda pabaya. Naomba itabii ifike mwisho, alafu nikwambie tu. Wewe ni mtoto wa kike, unatakiwa uwe na haiba hata kidogo ya mwanamke. Sasa hivi hapa unaishi kwenu, kwa baba yako na mama yako na huyo kaka yako mnao kaa hapa kwenu, amjui maisha yenu ya baadaye yanaenda vipi. Nisikilize tu nikwambie, utaolewa, utapata mwanaume, hujui atakupeleka kwenye familia ya aina gani? Sawa, wewe unayonifanyia mimi huku ndani, utakuja kukutana na mtu ana roho mbaya kukuzidi wewe. Dada, jipange, hii ni dunia. Yaani unachomfanyia mwenzako sio ukategemea kwamba hakuta, hapata tokea mtu akaja akakufanyia na wewe, na hatuombei, ila hii ni dunia. Nadhani umenielewa. Hem, tu sichoshane bana, muone kwanza. Taira, ni wewe ni jitu mingine, ni kuharibiana tu siku hapa. Kama kuna maneno yameningia hmm. kilimu Hmm, habari za sazi mkeo? Alafu serembaikuwapungana simuoni, sijui unaniona mi kama pungwani sindio, uona shida gani? Bwana, kama uko tofauti na siku zote kwani nimebadilika nini? Au nimekuwa mweusi sana? Wewe unatatizo gani leo hivi? Mume wangu unakosa nini kwangu mpaka uamue kutembea na marafiki zangu? <laughs> mimi ndio? kwani ongea na nani? <laughs> haya maneno unayatoa wapi? nina marafiki wengi wanaonipenda. Alafu hawezi kunipicha kitu hata kimoja. Labda nikwambie kitu tu, mke wangu, umeona hapa nyumbani tunavyoishi, sio kila mtu anapenda unavyokaanga dagaa, zinanukia mtaa mzima. Unatoka unaenda buchani, unanua nyama yako, unakuja unakaanga, tunakula. Sometimes tunatoka outi, tumeshikana mikono, sio kila mtu anapenda. Hata kama siwezi kuishi na mwanaume na mjali, nampenda kwa kila kitu Alafu o nachukulia simple, simple tu ni bora tu niende kwetu. <laughs> okay. Nikuombe tu kitu kimoja huyo mtu aliyekuambia, huyo mlete hapa aongee na mimi nikiwepo. Oho, sawa, nitamuita ila nikigundua unanichiti utajua baadaye. Wanawake wa siku hizi mna matatizo gani? Yaani mtu umetoka kazini, umechoka, baada ya kupokelewa vizuri upumzike, akupetipeti kama mme, anashaanzisha maneno ya hovyo kabisa, ambayo hayapo kwenye msingi wote, wivuwivu na wivu gani? nyumba Kichepe, umeshamaliza ile kazi niliokutuma? Nimeshafanya fanya. Ndio? una uhakika? maana mimi wewe nakujua. Mama, nimeshafanya ile kazi. Alafu mwanangu, Kichepe, mpaka naona aibu hapa mtaani mimi. Mbona una sifa mbaya hivyo? malalamiko ninayoletewa kuhusu wewe, kwani lakini, una tabia kama hizi za kuharibu mabinti wa watu, wazazi wao wanalalamika eh? Kumbuka kuna maradhi mwanangu We mama, aliokuambia yote ni nani? Usitaki kujua, utakuta ni huyu, wala sio Kidonyo. Sasa ngoja nikirudi utanitambua, kama usipojirekebisha hizo tabia zako chafu, utanijua mimi ni nani. Nimeshachoka kuongea na wewe, naomba ujirekebishe hizo tabia zako Kichepe, na asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Mama, unasumbuka sana na watoto wako yaani wenyewe wote wameshashindikana. Kwanza kuna kitu nimekumbuka mama. Kitu gani tena hicho kidonyo? Kuna kitu nataka nikuambie, ila ni aidi kama mi na wewe tutashirikiana, tutakuwa bega kwa bega ili swala hili lifanikiwe, lazima nishirikiane li na wewe mwanangu. Nikashirikiane na nani? Haya. <laughs> Ndo maneno sasa, ndio maana nakupenda sana mama yangu. Haya, hebu niambie mama. Si nilikuwa napita naelekea chumbani kwangu, nika nikasikia kwenye chumba cha Kaka Mashimba akiwa anaongea na mke wake. Mm, kila kitu mama, nimesikia maneno yote alikuwa anazungumza mama, nimesikia mwanzo mpaka mwisho. Mwanamke alikuwa ananisema mimi, hakusemi hmm? Wala hata hawaja kusema mama, ila mambo niliyoyasikia mama wangu ni mazito sana. Mimi mwenyewe ni mpaka nilichoka, niliishiwa na nguvu, yani hivi unavyoniona Yaani sikutarajia kama kuna kitu kama hichi mama, unajua sikutegemea. Ni maneno gani hayo? Yule mwanamke oh,

Ah, ah, ah. Na zimejaa viraka mikono nyuma mtaani ninachongea ah. Yaani sina msaada, ninapopita barabarani wanaongea ah.